wene ni mwenyekiti wa idara ya wanawake na watoto jimbo la Magharibi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, ambayo ibada yetu ya siku ya leo imekuwa na ujumbe mzito sana, hasa kwenye neno ambalo tumepewa neno kutoka Zaburi ya 139 mstari ule wa 14. Neno lili limetuwasa kwamba sisi kama binadamu, limetufundisha tusiukosoe uumbaji wa Mungu. Mungu ametuumba kwa jinsi ajabu, na Mungu ametuumba kwa jinsi ajabu sana sisi binadamu, lakini imekuwa jambo ambalo ni jambo la kutisha kwa binadamu. Unakuta mtu anaanza kujiongeza, anajiongeza kimaumbile, anafanya nini, nakuwa sio vizuri, tunamkosoa Mungu jinsi alivyotuumba. Kwa hiyo neno limetukumbusha kwamba sisi Mungu alivyotuumba sisi alitumba kwa jinsi ajabu sana. Kwa hiyo tumkumbuke Mungu katika umbaji wake alivyotuumba. Mungu ametupa, ametofautisha sisi na wanyama, ametofautisha na wanyama mbalimbali mbali. akatuumba sisi wanadamu kwa sisi kama Mungu alivyotuumba sisi, basi tumtumikie Mungu katika roho na kweli, tusiukosoe uumbaji wa Mungu. Kwa kweli, umuhimu wa siku kama hii ni siku, ni siku muhimu sana kwetu kama wanawake, nchi nzima, dunia nzima. Maombi haya yanatuamsha pia wanawake kukua kimwili hata kiroho pia, kukua hata kiimani, kukua hata kimaombi pia, kwa sababu ni maombi ambayo tunaombeana, tunaombea nchi yetu, tunaombea viongozi wetu, tunaombea kanisa letu, tunajiombea pia na sisi wenyewe. Mungu atusaidie sana, tuendelee kuombeana. Nafasi ya mwanamke katika jamii, ana nafasi kubwa sana huyu mwanamke. Mwanamke kikanisa ana nafasi kubwa ya kufanya kazi ya Mungu, na mwanamke kijamii ana nafasi kubwa sana ya kuleta maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Niombe tu wanaume ambao kwa kweli kwa maombi ambayo yanakuja tena kwa mwakani kwa sababu maombi ni mara moja kwa mwaka. Niombe kwa mwakani wanaume wengi kwa sababu ni maombi ya wanawake dunia nzima. Basi mwanaume anaona hana umuhimu wa kuja, haoni umuhimu wa kuja kwenye maombi. Niombe wanaume wote ambao wapo majumbani. Niombe wapate mwamko wa kuja kwenye maombi haya kushiriki mambo mbalimbali yanayokuwepo kwenye, kwenye maombi haya. Tuomba tukumbushe jina lako mara mwisho na cheo chako eh? Tu jina ma. Naitwa na na Sayuni Msigwa Chawene, ni mwenyekiti wa idara ya wanawake na watoto jimbo la magharibi kutoka usharika wa Vwawa, na sana leo nimealikwa hapa usharika wa Tunduma. Sawa asante. Wewe ulikuwa unafundisha leo baada ya leo? E. ah, okay. Maana kile kule sio kuhubiri, kufundisha. tulikuwa e, ni kufundisha wanawake jinsi ya kusimama, kusimama kwenye zamu yetu kama mwanamke. Atakuwa kusimama yeye. Sawa sawa. Kipindi e. uh -huh. Ah, hiki ni kipindi tunachosafiri siku ya arobaini za mfungo, naomba pata muda wa kutafakari, tenga hata dakika 10. tenga hata lisali moja kwa siku uendelee kuomba Mungu. utatembeaje? ndani ya mwendo wa siku arobaini ameni Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mshukuru Mungu sana kwa ajili ya idara hii ya umoja wa wanawake ambao ni jeshi kubwa, na asante kwa wababa ambao wamekuwa pamoja na sisi akina mama akina baba. Mungu awabariki wa sana kwa kweli, nawatia moyo hawa akina mama. Mungu awabariki wa sana

Tunapenda sana kuwakaribisha wageni wote mlio tufikia pamoja nasi katika ibada hii, ibada ya watu wazima <tun> napenda sana kuwakaribisha kwaya ya manadha, ipende kuwashukuru sana sana sana kwa matukio wenu kuungana pamoja nasi siku ya leo. Ningependa niombe mlipo msimame, ili tuweze kuwapokea, maana ninyi ndio wageni wetu wa kwanza siku ya leo. Nitaanza na kijiji cha Kasam. Ta Kasam, naomba wa, wanao kutoka Kasam kusimame kama tupo.

wa ajabu na unatisha. Mungu aliumba wanyama fi kuna wanyama wa kufugwa, kuna wanyama wa kutumi kani tofautisha

kwenye nyumba zetu tuwe waaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sehemu moja mama na mtoto wanatoka ngoma dro, kiswahili kinachoeleweka vizuri kabisa, ngoma. Sijui nielewa, ni nani ni nani wa kumshauri mwenzake? Ni nani mama atamshauri, mtoto atamshauri mtoto? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe! Wakina mama tusitoke ngoma ndio na watoto wetu amina, wapendwa, tusitoke ngoma ndio na watoto wetu, ila watoto wetu tuwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe! Mwambie kabisa, mwambie mimi

Umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Mungu akisaidie sana, na tujitambue, tujitambue wajibu wetu. Ukijitambua wajibu wako utafanya kazi ya Mungu bila kutetereka. Ukijitambua wajibu wako utamtara

tusaidie wanawake. Amen. Mungu atusaidie wanawake. Amen. Tuombe kwa ajili ya kanisa. Tuombe kwa ajili ya kanisa. Mungu alikuwa anaomba. Kanisa ni mwanamke. Kanisa ni mwanamke. Kanisa ni wanawake. Na wasi nasikitika wanawake ambao hawajafika siku ya leo. So wanawake wa ushirika wa Tunduma. Lakini mliopata mema na kibali cha kuingia leo kwa Mungu. Mungu

ya ajabu ni Zaburi 139 ule mstari wa 14. Mimi nitaenda kusoma ule mstari wote kama ulivyoandikwa, Zaburi 139 ule mstari wa 14. Neno la Mungu limeandikwa, Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Nitarudia, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili tunajua ni mwimbaji wa Zaburi Daudi anasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Labda niweze kuelezea kwa ufupi maana ya neno kuumbwa. Bwana keni, kuumbwa ni kutengeneza kitu ambacho hakikuwepo hatimaye kikawa, au kuunda kitu ambacho hakipo hatimaye kikawa. Tukiangalia katika Biblia kusoma ule ile Mwanzo, jinsi Mungu alivyoumba, Mungu alipoumba mwanadamu alichukua udongo akaufinyanga, hatimaye akapulizia pumzi ya uhai puani akawa mwanadamu. Lakini uumbaji haukwisha pale umbaji bado unaendelea. Ni kwa namna gani umbaji unaendelea hadi leo? Umbaji unaendelea kwa kuunganisha mwanaume na mwanamke, mtoto anapombika kule tumboni kwa mama, sijajua ni kwa jinsi gani.